Kwa jina naitwa Ana Ibrahimu, natoka kata ya Pwaga. Mimi ni mjumbe UWT ngazi ya kata. Kwa kweli, mama Samia ni mengi aliyoyafanya, ya pamoja na timu yake Simba Chawene na mbunge wetu Mgonela wamefanya mengi sana kuhusu elimu, vituo vya afya. Tulikuwa na kituo sasa hivi tulikuwa na dispensari. sasa hivi tuna kituo cha afya, tuna na gari kabisa Yaani wazazi sasa hivi hawapati shida, wahudumu wetu wako vizuri, wanatoa huduma vizuri. Katika sekta ya elimu, wanafunzi wanapata elimu vizuri, shule ya sekondari sasa hivi zipo, zamani kulikuwa hakuna, watoto walikuwa wanateseka, wanaenda mbali. Haya maji maji, sasa hivi wakina mama hatuna shida ya maji. Kwa kweli wamejitahidi sana, serikali tunaishukuru. Mama Samia ametusaidia sana pamoja na mbunge wetu Simba Chawene pamoja na diwani wetu Mgonela. Maji tunapata, umeme tumepata, yaani kila sehemu, yaani ni asilimia mia kwa mia. Kimetusaidia sana maana kama kina mama tulikuwa tunapata shida sana kujifungua, labda mpaka uende mbali uende Mpwapwa, sijui Kibakwe, lakini walivyokuja kilivyokuja kituo cha afya, akina mama tunajifungua salama, watoto tunapima salama. Maana ilikuwa inabidi kijiji, yani mtoke mtembee muende mbali kupima watoto au kupima wajawazito. Kwa hiyo ilikuwa inaleta shida. Sasa hivi hakuna shida kwenda kupima watoto au wajawazito. Wajawazito, watoto ilikuwa na athari, kwa sababu utatoka uende mbali na mtoto mpaka huko mbali Haya, kama mjamzito utoke uende mpaka mbali, uende ukapime. Kwa mfano unatoka kijiji cha Mungui uende mpaka huku. Sasa hivi Mungui wana kituo cha afya, wana, wana dispensari. Kwa hiyo hamna shida tena ya kutoka Mungui uje Pwaga. Sasa hivi wanapima kule kule.